Matamshi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu siku ya Jumatatu yaliyopendekeza kumuua kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Al Hamenei ya kwamba anaweza kumaliza mzozo unaoendelea yameleta gumzo kimataifa na kuzua maswali mengi ya nini hasa utakuwa mwisho wa uasama kati ya nchi hizo mbili. Katika majadiliano ya dakika ishirini na chombo cha habari cha ABC, Netanyahu alisema kwamba kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Irani Al-Khamenei kutamaliza mzozo unaoendelea kati ya Tehran na Tel Aviv kwa sasa, na kwamba haitazidisha mzozo, bali itamaliza mzozo, na kusisitiza uchokozi mbaya wa nchi yake wa kuidhalilisha Iran ulikuwa wa haki. Vita vya milele ndivyo Irani inavyotaka, na wanatufikisha kwenye ukingo wa vita vya nyuklia. Kwa hakika kila Israeli inachokifanya ni kuzuia hili na kukomesha uchokozi huu, na tunaweza kufanya hivyo tu kwa kusimama dhidi ya nguvu za uovu. Ripoti za awali zilidokeza kwamba rais wa Marekani Donald Trump alipinga mpango wa Israeli kumuua Khamenei. Alipoulizwa kama Israeli itamlenga kiongozi wa Iran, Netanyahu alisema Israeli tunafanya kile tunachohitaji kufanya, sitaingia kwa undani, lakini tumelenga wanasayansi wao wakuu wa nyuklia. Alisema hayo Netanyahu. Hayo yanajiri pia huku ripoti ya shambulizi la Israeli la Juni 16 likishamiri kwenye mitandao juu ya shambulizi kwenye shirika la utangazaji la serikali ya Iran jijini Tehran. Hatua hiyo ilikuja baada ya Israeli kuonya mamia ya maelfu ya watu katika mji huo mkuu kwamba wahame kabla hawajafanya shambulio hilo. Vyombo vya habari nchini Iran vilionyesha picha za video za shambulizi hilo wakati wa matangazo ya moja kwa moja, ambapo mtangazaji ameweza kuonekana akikimbia kutoka kwenye kamera huku vumbi na taka vikienea angani. Vikosi vya ulinzi vya Israeli IDF vilisema kwamba vililenga kituo cha mawasiliano kilichokuwa kikitumiwa kwa sababu za kijeshi. Wizara ya mambo ya nje mapema Jumatatu ilitoa update ama ushauri wake kwa wasafiri wanaokwenda Israeli ya kwamba ikiwaonya wa Marekani kutosafiri katika eneo hilo kutokana na hatari kubwa ya usalama. Mvutano umeongezeka tangu Ijumaa wakati Israeli ilipoanzisha mashambulizi yaliyoratibiwa yanga na ndege zisizo na rubani katika maeneo mengi nchini Irani vikiwemo vituo vya kijeshi na vya nyuklia na kusababisha Tehran kuanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi. Mamlaka ya Israeli imesema kuwa takribani watu 24 wameuawa na mamia kujeruhiwa katika mashambulizi ya makombora ya Iran tangu Ijumaa. Iran kwa upande wake ilisema kuwa takribani watu 224 wameuawa na wengine zaidi ya elfu moja kujeruhiwa katika shambulio la Israeli. Wakati hayo ya kijiri, jeshi la Irani lilirusha safu ya makombora kuelekea Israeli siku ya leo Jumanne asubuhi huku baadhi ya makombora hayo yakishambulia maeneo ya kati ya nchi hiyo ukiwemo mji wa Elzilia na kusababisha majeraha machache. Takriban makombora ishirini ya ballistic yalirushwa katika shambulizi la Israeli katika shambulio la Iran kulingana na tathmini za awali za jeshi la ulinzi la Israel. Mvutano umeongezeka tangu siku ya Ijumaa wakati Israeli ilipoanzisha mashambulizi yaliyoratibiwa ya, ya anga na ndege zisizo na rubani katika maeneo mengi nchini Iran vikiwemo vituo vya kijeshi na vya nyuklia na kusababisha Tehran kuanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi. Hizi ni ripoti za kimataifa. Mimi naitwa Mikandaba.